Machi 7 tunawaenzi Mtakatifu Perpetua na mtumishi wake Felista waliouawa kwa ajili ya imani yao katika Kristo karne ya tatu. Hadithi yao inatoka kipindi cha mateso ya Wakristo wakati wa utawala wa Mfalme Septimus. Wakiwa gerezani, Perpetua aliandika shajara binafsi iliyosimulia jinsi alivyokuwa na imani thabiti na shauku ya kuwa mshuhuda wa Kristo licha ya mateso aliyokutana nayo. Perpetua na Felista walikuwa miongoni mwa wale waliotekwa kisha kuhukumiwa na kuletwa mbele ya mfalme kwa ajili ya kuonyesha heshima kwa miungu mingine. Walikataa kufanya hivyo, na hivyo walihukumiwa kifo kwa kuliwa na wanyama katika uwanja wa michezo wa Carthage. Walikufa kwa ujasiri na imani thabiti katika Kristo. Hivi sasa wanaheshimiwa kama mashahidi wa imani na ni alama ya ujasiri na imani thabiti mbele ya mateso. Kuna mengi ya kujua kuhusu watakatifu. Tafadhali tembelea mitandao yetu ya kijamii.